au tulivu wetu nchini mikononi mwenu, waheshimiwa viongozi wa dini. Serikali kwa upande wake itasimamia na kulinda misingi ya katiba ya kuheshimu uhuru wa raia kuabu, wa kuabudu na kuhubiri dini, ila kamwe hatutamvumilia yoyote atakayetumia haki hii kuchochea chuki na uhasama. Tumeapa kulinda haki na utu wa kila mtanzania hivyo hatutosita kufanya wajibu wetu bila woga waswahili husema chelea mwana kulia basi hulia yeye konasi nasi hatuko tayari kulia sisi na tukamwacha mwana atovuke mwana yoyote atakayetovuka tashughulika naye ili kulinda wengi wasilie hatutafanya ajizi ya kuto kushughulika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 wa billahi taufik. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asalamu alaykum wa rahmatullahi.